Umesalia takriban mwezi mmoja Tanzania ifanye uchaguzi wake mkuu ambao utakuwa ni uchaguzi mkuu wa saba tangu Tanzania ilipoanza kufanya uchaguzi wa vyama vingi vya, vya siasa. Sasa uchaguzi huu utakuwa na tofauti kubwa sana ukilinganisha na chaguzi nyingine sita zilizopita. Na leo mimi nitakwambia tofauti tano kubwa ambazo ninaziona katika uchaguzi huu wa mwaka 2025 utakaofanyika Oktoba 29. Tofauti ya kwanza ni idadi ya watu waliojisajili au watu waliojiandikisha kupiga kura. Mwaka huu 2025 wamejiandikisha watu wengi sana. Takriban watu milioni 37.6 wamejiandikisha kupiga kura. Mwaka 2020 walijiandikisha watu milioni 29.8 na mwaka 2015 walijiandikisha watu milioni 25.5. Kwa hiyo utaona tofauti ya waliojiandikisha kupiga kura mwaka 2020 na mwaka 2025 ni zaidi ya watu milioni sita. Tofauti ya pili ni maendeleo ya kidijitali. Ni wazi kwamba maendeleo ya kidijitali yaliyokuwa hapo mwaka 2020 aliyopo hivi sasa hayafanani. Fanani e, kwa kiasi kikubwa tupo katika ulimwengu wa kidijitali. Ukifuatilia takwimu za mamlaka ya mawasiliano mawasiliano Tanzania TCRA katika robo mwaka iliyoishia Juni mwaka huu utaona watumiaji wa internet wamefikia takriban milioni hamsini nne. Wakati huo huo pia hapa uh, nchini Tanzania zimefikia milioni ishirini, na wengi wetu tumekuwa tukishuhudia jinsi ambavyo mitandao ya eh, kijamii hivi sasa ndio imekuwa kila kitu eh, TikTok, Instagram, Facebook na X zimekuwa zikitumika sana katika eh, muktadha tofauti tofauti. Kwa hiyo kuna maendeleo makubwa sana ya kidijitali, na hapa nia ambapo tunakumbushwa kuwa makini pia na taarifa potofu ambazo zinaweza kuwa zinasambazwa kupitia majukwaa haya ya kidijitali. Hiyo ni tofauti ya pili, maendeleo ya kidijitali na teknolojia ni makubwa sana kwenye uchaguzi huu wa mwaka 2025 ukilinganisha na chaguzi zilizopita. Tofauti ya tatu, e, kwenye uchaguzi wa huu ni uchaguzi pekee ambao unafanyika bila chama kikuu cha upinzani kushiriki. Hii ni kwa mara ya kwanza. Wote tunafahamu katika vyama 18 ambavyo vinashiriki uchaguzi, Chama cha Demokrasia na Maendeleo ambacho ndio chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania mpaka hivi sasa, chenyewe kimesema hakitashiriki uchaguzi, wakigomea baadhi ya vitu, wakiwa na kampeni yao au kaulimbiu yao inayosema no reforms no election, wakidai baadhi ya mabadiliko yafanyike ili waweze kushiriki uchaguzi, lakini baadhi ya vyama wao wamesema wanaweza kushiriki hivyo hivyo. Kwa hiyo katika vyama kumi na nane e, ambavyo vinashiriki uchaguzi chama cha demokrasia na maendeleo hakitakuepo, na hiyo ni kwa mara ya kwanza a, Chadema haishiriki uchaguzi uchaguzi tangu e, iliposajiliwa, tangu iliposajiliwa na tangu Tanzania ilipoanza kufanya uchaguzi wa vyama vingi vya siasa. Lakini tofauti nyingine hapo hapo kwenye Chadema kutoshiriki uchaguzi ni wakati ambao Tanzania inaingia kwenye uchaguzi mkuu wakati mwenyekiti wa chama kikuu cha upinzani e, yuko mahabusu e, kwa zaidi ya siku mia moja na sitini akiwa anakabiliwa na kesi ya uhaini, na hivi sasa wote tunafahamu kwamba e, kesi yake itatarajiwa kusikilizwa tena Oktoba sita. Kwa hiyo hatujui maamuzi yatakuwa ni yepi, lakini tuhuma hizo za uhaini zinamkabili mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Tundu Lissu e, wakati ambapo Tanzania inajiandaa kuelekea kufanya uchaguzi, na iwapo atakumbwa na hatiani, hukumu ya mshtakiwa wa uhaini ni kunyongwa mpaka kufa. Kwa hiyo hiyo ni tofauti pia e, ya uchaguzi huu wa mwaka 2025 kulinganisha na chaguzi ambazo zimepita. Tofauti nyingine ambayo ipo ni kwamba huu ni uchaguzi wa kwanza ambao unafanyika Eh, mara baada ya rais aliyekuwepo madarakani kufariki akiwa madarakani, tukumbuka wote uh, Tanzania ilimpoteza rais wake wa awamu ya tano, hayati Dkt. John Pombe Magufuli ambaye alifariki eh, Machi kumi eh, na saba mwaka elfu mbili na ishirini na moja na mara baada ya hapo, kwa mujibu wa katiba, aliyekuwa makamu wake eh, Samia Suluhu Hassan alishika hatamu ame, anahitimisha kipindi hicho na anaenda tena kuomba ridhaa ya kuwaongoza Watanzania katika kipindi kingine e, cha miaka mitano. Kwa hiyo hiyo ni tofauti nyingine e, ya uchaguzi huu mkuu ambao unatarajiwa kufanyika Oktoba 29 e, mwaka huu 2025. Hizo ni tofauti tano ama sita ambazo nimekutajia kwa siku ya leo tutakuja pia kuziangazia tofauti nyingine. Tofauti zipo kede wa kede. Jina langu ni Esau Ezra Ng'umbi, nyuma kamera ni Gulle Gustav. Nukta TV.